Hamas imekataa pendekezo la kusitisha mapigano lililotolewa na Israel mapema wiki hii, kulingana na ofisa mmoja mwandamizi wa Hamas na badala yake inataka mpango kamili wa kumaliza vita hiyo. Ofisa huyo ameiambia CNN kuwa, pendekezo limekataliwa kwa ujumla na kwa undani. Kutokana na kukataliwa huko, wabunge wa Israel wa mrengo mkali wa kulia wameitaka serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuanzisha mashambulizi makali dhidi ya Gaza, wakihimiza ushindi kamili dhidi ya Hamas. Mpango wa Israeli haukutoa dhamana ya kumaliza vita na umetaka Hamas ijisalimishe kwa kuachana na silaha, ambayo ni mstari mwekundu kwa Hamas. Kundi hilo limekataa kuachana na silaha zake na linataka pendekezo lolote lijumuishe mwisho wa kudumu wa vita. Ofisa huyo wa Hamas amesema kuwa, namnukuu, tunataka kifurushi kamili, mwisho wa nukuu. Mpango wa Israel umejumuisha usitishaji wa mapigano wa siku 45 wakati ambao pande zote mbili zimefanya mazungumzo ya kudumu ya usitishaji mapigano. Katika kipindi hicho, mateka 56 waliobaki wangeachiwa kwa awamu, wakianza na Mmarekani Muisrael Edan Alexander siku ya kwanza kama ishara pekee kwa Wamarekani mateka wengine tisa wa kiyahudi wangeachiwa katika awamu mbili kwa kubadilishana na wafungwa 120 wa kipalestina waliotumikia vifungo vya maisha na zaidi ya wafungwa 1,100 wanaoshikiliwa bila mashtaka tangu Oktoba 7, 2023. na 23. Mpango huo umetaka Hamas kutoa taarifa kuhusu hali ya mateka wa kiyahudi waliobaki hai kwa kubadilishana na taarifa kuhusu wafungwa wa kipalestina pamoja na miili ya mateka kumi na sita wa Waisrael waliokufa na kubadilishana na mabaki ya Waisrael mia moja sitini waliokufa wakishikiliwa na Israeli. Hamas imechunguza pendekezo hilo kwa siku kadhaa kabla ya kujibu, lakini tangu mwanzo imekuwa na nafasi ndogo sana ya kukubalika, kwani Hamas imekuwa ikisisitiza mara nyingi kuwa mwisho wa vita ni sharti la msingi kabla ya kuachilia mateka, na imekataa kujisalimisha. Pia inataka majeshi ya Israeli kuondoka kabisa Gaza, kinyume na pendekezo la Israeli la kuondoka kwa muda tu. Ofisa wa ngazi ya juu ya Hamas anayehusika na mazungumzo Khalil Al-Hayya amesema akiwa Katal na mnukuu, mapambano ya silaha zake vipo kwa sababu ya uwepo wa uvamizi wa Israeli na ni haki ya asili kwa watu wetu na watu wote waliovamiwa, mwisho wa nukuu. Al-Hayya amesisitiza kuwa Hamas iko tayari mara moja kuanza mazungumzo ya makubaliano kamili ya kuachiliwa kwa mateka waliobaki kwa kubadilishana na idadi itakayokubaliwa na wafungwa wa kipalestina. Makubaliano hayo pia yangelenga kuanza kwa ujenzi mpya wa Gaza na mwisho wa mzingiro wa ukanda huo. Waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich amesema kuwa Israel itaendelea na mashambulizi yake Gaza, na mnukuu, Israel haitasalimu salimu hamli kwa Hamas na haitamaliza vita bila ushindi kamili na kutimiza malengo yote ikiwa ni pamoja na kuangamiza Hamas na kuwarejesha mateka wote. Waziri wa usalama wa taifa Atmal Ben Gavel ameandika kwenye Telegram na mnukuu, hakuna makubaliano, hakuna kusitisha mapigano, hakuna misaada na kuendelea kwa mapigano hadi Amasi isalimu amri Tumia nguvu zote hadi waombe msamaha kwa magoti, mwisho wa nukuu. Kundi la Hope Forum linalowakilisha familia za mateka limeandika kwenye X zamani Twitter na nukuu, ni shinikizo la kijeshi tu, mzingiro kamili na kutoa maneno ndiko kutakakolazimisha hamas kutafuta makubaliano. Mnangoja nini? Mwisho wa nukuu. Israel imefunga misaada ya kibinadamu na bidhaa kuelekea Gaza mapema Machi na kuanza mgogoro mkubwa wa kibinadamu ambao Umoja wa Mataifa umesema ni mbaya zaidi tangu ya vita kuanza. Shirika la Umoja wa Mataifa uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA limeripoti kuwa zaidi ya wapalestina laki tano wamelazimika kuhama makazi ndani ya mwezi mmoja uliopita. Wizara ya Afya ya kipalestina huko Gaza imesema kuwa mashambulizi ya Israel yameua takribani wapalestina 1700 tangu Machi 18. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.